Kuna mtu anadhani kukaa tu kanisani wakaimba tenzi wakaomba akarudi nyumbani amemshinda shetani. Sikiliza, bibi anaongea kwa habari ya vita ya kanisa siku za mwisho, anasema hamchapigana vita hata kumwaga damu. Katika Ufunuo anasema itafika mahali wataanza kuwaua, na watakapokuwa wanawaua watakuwa wanadhani wanamfanyia Mungu ibada. Kama unanielewa sema amina. Kumbe kuna kipindi, usione hivi wanaongea maneno ya kuua kanisa, watu wanaongea maneno ya kuua imani yako, watu wanaongea maneno ya kuua mchungaji. Sikiza nikwambie, yalishatabiriwa kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba mda unakuja wakati unakuja vita ya kiroho itafika hatua mpaka mtu anapoteza uhai, mpaka mtu anapoteza uhai, uhai. wanapigana vita roho ya mauti ikiwa katikati yao ikiwasaidia, ili ikiwezekana kanisa life, ili ikiwezekana huduma yako ife imani yako ive. Lakini Paulo anasema pigana vita vizuri, simama kiume, pigana vita vya kiroho, pigana vita, mwite Bwana, haleluya! Na Mungu atakusaidia. Sio lele mama, sio polepole, sio kwa kujipembeleza. Shetani apembelezi, shughulika naye. Baada ya kutoka kanisani, huwa na maisha yako binafsi ya kumtafuta Mungu, utashinda vita yako kama unampenda Bwana. Sema amina, amina. Sema amina, amina, Mina. Haleluya, haleluya Mina. Kwa hiyo kanisa la mwisho siku tuzonazo leo sio kanisa ambalo utaenda lele mama na mali bibi imeonyesha wokovu wa kisasa. Leo watu wanavaa vifupi kanisani, hati ni wokovu wa mambo, leo wokovu wa kisasa, New salvation. Yesu hajawahi kufa mara mbili msalabani. Anasema kama mtu alivyowekewa kufa mara moja, baada ya kufa ni hukumu, kadhalika umepewa kuamini mara moja na kutupa mara moja na kuishi maisha imani, kama Bwana ni mwokozi wako, pika kero, sema amen, amina Usitegemee kuishi kwenye maisha ambayo leo unaanguka, kesho nainuka, leo ni mokole, unarudi nyuma miaka mitano yote ni mzuri baadaye unarudi tena kanisani, nimeokoka tena, baadaye unaanguka tena. Siku ukianguka utainuka tena, kwa maana Mungu anasema mwenye haki huanguka akainuka tena. Ila wewe kila ukianguka Mungu akikuinua unajiangusha tena. Nataka nikwambie, ondoka, ondoka, ondoka kwenye nadharia potofu za kishetani, ya kwamba leo kuna wokovu ambao tofauti na aliyowachia Yesu mitume. Biblia anasema mitume ndio msingi wa imani yetu. Mitume anasema kanisa limejengwa. Kama unapenda Yesu, sema amina. Sema kanisa. Sema tena kanisa, kanisa limejengwa lime kwenye, kwenye msingi wa mitume, wa mitume, na manabii manabii. Sema tena kanisa limejengwa lime kwenye msingi, kwenye msingi. Kwenye msingi wa mitume na manabii manabii. Manabii na mitume walikataa kumsikiliza mtu yeyote aliyetaka kuwapotosha kwenye msingi ya imani ya Mungu au wa kweli. Amina, walikataa Amen. Walikubali miili yao iangamie, walikubali watupo kwenye moto, walikubali watupo kwenye tundu la simba, lakini sio kumkosea Mungu, sio kutumikia miungu mingine. Lakini tuna watu leo, kwa sababu ya kipande cha mkate, wanaweza kumwacha Yesu, wanaweza kuacha ibada. Mtu a anaweza kukwambia, unajua mchungaji, natamani kuja sana ibadani, lakini sasa huwa muda wa kuja badani ndio anakuwa anatafuta angalau nipate chakula. Biblia anasema chakula ni kwa ajili ya tumbo na tumbo ni kwa ajili ya chakula, watu waliyasema hayo wakati wa Yesu. Yesu, Yesu akawambiaje? Watazameni ndege wa angani, hawalimi hawapandi, wala hawavuni, lakini baba wa mbinguni fanya nini? Huwalisha. Mungu hajashinda kukulisha wewe, wala kukuvika wengine walikuwa wanaongelea kwa bali ya nguo, anasema sina nguo nzuri ya kuendea kanisani, siku nikipata nitakuja. Yesu akamwambia, ingawaje Suleimani alivikwa vizuri, lakini hakuvikwa vizuri kama nini? Kama maua. Baba mbinguni atawavisha, msijisumbukie mtakula nini wala mtavaa nini. Wewe tafuta ufalme wa Mungu, mengine yote utazinishiwa. Mungu anajua utakulaje, utavaaje. Neema ya Bwana ya kutosha. Kama unampenda Yesu sema amina. Sema tena amina. Ndio maana Paulo anasema na kaza mwendo.